shukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu kwa kuweza kuwepo katika tukio hili na uh, tunakushukuru hasa tukijua kwamba una kazi nyingi lakini, lakini bado umetenga muda ili kuweza kushiriki pamoja nasi. Mtu anaweza kushangaa hivi KKKT na miaka thelathini na mbili tu si, si kweli kaka. Uluteli katika nchi hii uliingia mwaka elfu moja mia nane 87 lakini kulikuwa na vyama vingi vya mishoni vilivyoingia, lakini, lakini mwaka 1963 waliamua vyama hivyo kanisa kuwa moja, na ndiyo maana tunatamka kwa leo tuna miaka hiyo 62, na, na sisi tuliokimbia marathoni hii ya leo wa ni miongoni mwa watu ambao tumesherekea miaka 62 tujipigie makofi. Sasa, ya miaka mia moja, sasa KKKT imekuwa ikitoa huduma yaonega moja kwa moja mwanadamu. Hii ni pamoja na elimu, tiba, lakini pia bila kuwaacha walemavu ambao mara nyingi wamesaulika. Na sisi kama kanisa la Kiinjili la Kilutheri tunamshukuru Mungu sana kwa maono ambayo yametufikisha kukutana na walemavu wa aina nyingi ambao kwa kweli walisaulika, ikiwa ni pamoja na viziwi, walemavu wa viungo na pia wagonjwa gonjwa mbalimbali ya akili katika marathoni hii. Lengo letu kwamba pamoja na mazoezi haya mazuri ya kutunza mili yetu, basi pia tufanye changizo ambao kila aliyeshiriki unao waona hapa, wamechangia kwa ajili ya taasisi, hasa kwa ajili tiba mbalimbali wana afya na pia kugusa hawa walemavu. Naomba kujipigie makofi. Kilometa 21 walikuwa 222, kwa hiyo wanaweza kuona. Waliojiandikisha ni 2860. Hata hivyo kuna wengi, baada ya kuona watu wanakimbia, walijiunga nasi na sisi tunawapongeza hao, kwa sababu katika uinjilisti tunapenda mambo ya namna hiyo. Jiunge na wako hapa nao, tuwapigie makofi. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na wengi walioshiriki, wapo watoto wadogo ambao na wao wamechangia, na wazee geni rasmi ya kupe mkono kofu. Nitumie muda huu kushukuru sana taasisi zote ambazo zimeshiriki katika zoezi hili na katika shamra shamra hizi. Ninaamini tumeanza vizuri. Mungu awabariki sana mababa maaskofu, wasaidizi, wachungaji, makatibu wakuu na washarika kwa pamoja Asubuhi pia tulikuwa na mheshimiwa Shah ambaye niliongea naye jana. Nafikiri atakuwa ameitwa kwa majukumu mbalimbali, kwa sababu katika marathoni hii tulisema hatuna ubaguzi wa dini, itikadi, wala jambo lolote, bali sisi kama watanzania na kama sehemu ya watanzania tushiriki marathoni hii kiwa ni sehemu pia ya kuweza kuliangalia kundi na jamii ambao wana mahitaji. Mungu awabariki sana. Na baada ya haya machache, kama katibu mkuu alivyosema, tunashukuru sana taasisi ambazo zilidhamini marathon hii. Tunataka <todicum> yes, marathon nyingine ya KKKT <todicum> na marathon hiyo Mfadzili mkuu atakuwa po Kristian Makonda. Waskofu, nitakupa milioni hamsini kwa ajili ya maandalizi ya marathoni ijayo. Unakokuja watu wa Mungu, na sisi tunazidi kufanya nini? Kubarikiwa.